ZECO ipo kuimarisha maisha yako. Tukaiangalia kisiwa chetu kwamba kina eneo moja inaitwa Stone Town, tukachukua uchumi wetu kwa maana ya kwamba unategemea utalii, basi mkataba huu ni muhimu sana kwa sababu tunaenda kushughulika na changamoto za Mji Mkongwe katika mradi wetu wa umeme ambao e, Benki ya Dunia wanatuthamini. Kuna vipengele vingi mle ndani ya mkata, mbali ya ule mradi ikiwemo ujenzi wa, wa, wa vituo vya umeme vya kupozea umeme, ujenzi wa wa laini kubwa, lakini pili ujenzi wa wa kituo cha kuzalisha umeme, lakini tunakwenda sasa kwenye hatua ya kuweza kuboresha mifumo yetu ya umeme kwa maana ya kwamba eneo e, la Stone Town, tunaenda kubadilisha nyaya karibu zote, lakini tunaenda kuweka umeme wenye uhakika ndani ya mji mkongwe. Mradi huu ni muhimu sana ndugu zangu na wenzetu ndugu zangu wizara, lakini pamoja na ZECO kwa jumla tusimamie, tunasaini mkataba huu ambapo tutakuwa na umeme tutakuwa na, na kazi ya kuweka waya maalumu za kupeleka umeme kule Stone Town. Leo tunatia saini, e, kompleti ya mji mkongwe kwa ajili ya kuboresha umeme katika mji mkongwe, lakini niwaombe ndugu zangu ZECO, lakini wakandarasi, kwa taarifa tu, tunachotaka ukifanya sasa hivi, scope yenu hii ilivyo ni kubadilisha miundombinu na kuweka miundombinu hakika. Sasa tunajaribu kubadilisha mji mkongwe kuwa mji wa kitalii tumefikiria na serikali imeamua, tunataka kuondosha uning'iniaji wa kebo kwenye mji mkongwe, tuwe na, na na kitu cha kubadilisha scope kwamba pamoja na kwamba tunapeleka eh, waya tunapeleka miundombinu mipya kwenye mji mkongwe, lakini ikae kwa namna gani, tunataka miundo mbinu yote ya umeme ya waya isionekane ikining'inia kwenye majengo yetu ya mji mkongwe lakini hii haimo kwenye mkataba huu, na tayari sisi tushajipanga kama wizara kama serikali kama zeko kwamba tutakaa nao tujaribu kutizama, hatutaki tena kuona mawayawaya yananing'inia kwenye majengo ya mji kwenye mkongwe. Tunataka mji mkongwe wa Zanzibar uwe kama mji mkongwe ya nchi nyingine. Sasa tunataka tuende kwenye mazingira kwamba waya zote ziwe kwenye either underground au ziwe katika pipe. Eh, conduit ambayo sasa zitakuwa hayaning'ini ning'inii kama ilivyo sasa hivi. Kwa hiyo huu ni mkataba moja muhimu sana, na nakuombeni, ndugu zangu, watendaji wenzangu, sote tusimamie tusimamie vizuri na eh, mshauri elekezi pamoja na, na manager wa kusimamia mikataba hii, ni kazi yenu kuhakikisha huu mkataba unakaa vizuri, lakini naomba spidi na huu ni wito wangu. Ili twende vizuri kwa miradi yote na nyinyi mwe mfano kama kwa sababu wakati mwingine tunasema tuwape Wachina, tuwatafuta Wachina, kwa sababu tunaamini wao wanafanya usiku na mchana. Tunaji, tunajidogosha sisi wenyewe wazawa. Hebu onyesheni mfano kwamba na sisi wa Tanzania tunaweza, mkifanya vizuri manake mtatengeza mazingira hata miradi mingine inaokuja mtaweza kupata. Tuna mradi mmoja mkubwa unakuja wa wa Benki Afrika, Benki ya Maendeleo ya Afrika ambao tunaleta karibu megawati 270 ndani yake kuna last connection, last, last mile connection connection. Msimkashangaa pengine mkawa nyinyi, lakini hiyo itakuwa subject tu. Kazi ya Mji Mkongwe na pengine kazi ya Mji Mkongwe inawezekana kawa ni, ni, ni, ni, ni yardstick ya kwapima nyinyi mnaweza. Nitoe shukrani kwa, kwa, kwa, kwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, serikali kwa ujumla, uh, kupitia wizara ya nishati na ZECO kusema kuwa asanteni sana na tutahakikisha mradi unafanyika jinsi unavyotakiwa, unatekelezwa kwa muda uliowekwa, na tutahakikisha kama mlivyosema, tujaribu kuhakikisha kuwa kile ambacho kimeandikwa kitendwe, kifanyike, kifanyike na kifanyike kwa, kwa hali ambayo inakubalika, na tunahakikisha tunahakikishia kwamba tutaajiri Wazanzibari kwenye, kwenye huu mradi o kama mlivyoshuhudia tumetia saini mkataba wa uhuishaji wa miundombinu ya umeme katika eneo la mji Mkongwe. Ni nia ya serikali kuibadilisha mji Mkongwe kuwa ni kituo kitovu kikubwa cha kitalii. Kwa sasa serikali imehamisha ofisi zake nyingi katika eneo la mji Mkongwe ili kutoa nafasi ya mji huo kuwa ni kivutio kikubwa cha utalii. Sasa ili uwe kivutio kikubwa cha utalii, ni lazima miundombinu mbalimbali mbali ya mji Mkongwe ibadilishwe ikiwemo miundombinu ya, ya, ya umeme. Hasa katika mradi huu ambao utatengenezwa na kampuni ya Kitanzania, una thamani ya dola milioni kumi na saba pointi mbili na utatekelezwa ndani ya baada ya mf muda mfupi, baada ya kusaini mkataba huo ambao utahuisha ujenzi wa laini mpya za umeme za mkondo wa 33 kV. Kwa sasa mji Mkongwe unahudumiwa na laini za mkondo wa kumi mo na moja kV, kwa hiyo tunabadilisha sasa kwenda kwenye 33 kV, lakini vile vile utahusisha na ujenzi wa substation, mini substation ambazo hizi sasa zitatoa garanti kwamba umeme utakaopatikana katika eneo la mji Mkongwe pamoja na maeneo ya jirani utakuwa ni wa uhakika zaidi ili wa, watalii wengi waweze kuvutiwa na huduma mbalimbali zitakazotolewa katika Mji Mkongwe. Sasa hivi kama tunavyoona, maeneo ya Mji Mkongwe kumekuwa na renovation kubwa na, na ikihusisha iki ujenzi wa mahoteli, ujenzi wa paki na, na maeneo mengine ya vivutio vya kitalii. Sasa haya yote yanahitaji umeme, hasa ndio maana tumekuja na mradi huu ambao utahusisha uishaji wa laini zetu za umeme, lakini pia tunakwenda ku extend tunakwenda kupanua scope, yaani wigo wa mradi huu ambapo pamoja na mambo mengine kama alivyozungumzia Katibu Mkuu kwamba tutaondoa zile nyaya zote zinazoning'inia katika Mji Mkongwe na kuzipitisha ardhini. Sasa tutapokwenda katika hilo, pia tutaweka provision ya maji, tutaweka provision ya wenzetu wa, wa data ambapo watakuwa na sehemu katika mradi huu kupitisha nyaya zao, ili zile waya zisi, zisiwe zina zinahenge zina, zina juu. Ipo kung'arisha maisha yako.